Hii ni Mwanga Bora ya Radio Free Africa ikikujia kila siku za Jumamosi, na mimi ni Dennis Wasalanga. Leo Mwanga Bora iko Bunda mkoani Mara, na ni kwenye maadhimisho ya siku ya mkulima ambayo imeanzishwa na wadau ambao wanatekeleza mradi wa kilimo hifadhi ambao umelenga kutunza ardhi ili iweze kutoa chakula cha kutosha kwa mahitaji ya binadamu, wanyama na viumbe hai wengine. Namna imeleta mabadiliko kwa wakulima, na utawasikiliza wadau mbalimbali wa kilimo ambao wanazungumza kwenye Mwanga Bora siku ya leo. Mradi huu unatekelezwa kanda ziwa na kanisa la AICT kwa kufadhiliwa na wadau mbalimbali mbali ambao utasikia kwenye mjadala wa leo, lakini kabla ya yote, wadao hao wameanzisha siku ya mkulima. Kwa majina anaitwa Edson Wabogo, ni afisa tathmini na ufuatiliaji wa mradi wa kilimo hifadhi. Tuna tukio ambalo tunalifanya la siku ya mkulima, ambayo tunaifanya katika ngazi ya jamii kila mwaka, na tukio hili linalenga kumtambua, kutambua mchango wa mkulima ambaye anakuwa amefanya vizuri kuliko wakulima wote. Kwa hiyo tunafanyia nyumbani kwake na inakuwa ni sehemu ya kujifunza, lakini pamoja na hayo tunawaita wakulima kutoka kwenye wilaya zingine ambazo zinafanya mradi ambayo ni wilaya ya Bunda, wilaya ya Serengeti, lakini pia wilaya ya Butiama kwa ajili ya kuja kuonyesha ubunifu wa bidhaa zile wanazouza na wanaolima mihogo wanachakata, lakini pia wanatengeneza vitu vya kutafuna tafuna ambavyo tunaita ni crisps na vitu vingine, lakini pia wanatumia viazi kutengeneza maandazi, kutengeneza unga wa lishe na kutengeneza vitu vingine. Kwa majina naitwa Patrick Bonifasi Mabula, nafanya kazi kanisa la AICT. Tuko sasa katika mwaka wa nne wa utekelezaji na mradi wetu huu ni wa miaka mitano, na upo katika awamu ya pili. Kulikuwa na miaka mitano ya kwanza, lakini sasa tuna awamu ya pili ya miaka mitano, ambayo sasa tuko mwaka wa nne. Na kimsingi mradi huu tunalenga hasa kuboresha afya ya udongo ili kuweza kupata mavuno mengi kwa uhakika wa chakula katika ngazi ya kaya na jamii kwa ujumla. Tunashirikiana na serikali kwa ukaribu kabisa, hasa idara ya kilimo kupitia ofisi za mkurugenzi katika wilaya zote hizi tatu, lakini pia mfadhili mkubwa kabisa wa mradi wetu huu ni CFGB kwa maana ya watu wa Canada, na tunawezeshwa kwa ukaribu kabisa na kufadhiliwa na Wedi Renew Tanzania, na sisi kwa upande wetu huku tuna wawezeshaji ngazi ya jamii tunaowaita wakulima wawezeshaji ambao sasa wanatusimamia e, wanatusaidia kutekeleza mradi huu katika ngazi za jamii. Tuna lengo la kufikia wakulima elfu tatu kwa kipindi chote hiki cha utekelezaji, na mpaka sasa tuko katika utekelezaji kwa hatua nzuri kabisa tukiwa tumebakiza mwaka mmoja, sasa tuna wakulima wapatao 2800, wastani wa asilimia tisini na sita ya lengo tulilokuwepo nalo tokea mwanzo. Na kwa ngazi ya serikali pia tuna watu wa kilimo, kwa maana maafisa kilimo, tuna kawaida ya kufanya zoezi hili kwa kuzunguka, na kwa mwaka huu tumefanya zoezi hili hivi leo kwa wilaya eh, halmashauri ya Bunda mji katika jamii ya Kunzugu ama kata ya Kunzugu. Mwaka jana tulikuwa halmashauri nyingine vilevile, vile mwaka juzi, na mwakani pia hatutarudi tena kwa halmashauri hii ya Bunda, tutakuwa eneo lingine. ya lengo kuu la maadhimisho ya siku ya mkulima katika mradi wetu ni kuwakutanisha wakulima wetu kwa ajili ya kujifunza na kushare uzoefu katika kutekeleza mradi. Kuna namna mbalimbali mbali ambazo wakulima wanatekeleza mradi kulingana na mazingira yao. Kumbe wahusika hasa ni wakulima wanaotekeleza mradi wetu wa kilimo hifadhi. Kwa namna ya pekee, siku kama hii ya leo tumekuja kujifunza sasa kwa mkulima ambaye amefanya vizuri kwa msimu uliopita, ambaye kwa wilaya hii halmashauri ya Bunda mji yupo katika jamii hii ama kata hii ya Kunzugu. Tuna wastani wa angalau wakulima wasiopungua 30 kutoka katika kila wilaya, kuanzia wakulima 20 mpaka 30 kutoka katika kila wilaya waweze kushiriki. Unaweza ukashiriki mjadala wa leo kwa kutembelea mitandao ya kijamii ya Radio Free Africa, ama unaweza ukanipata mimi at Dennis Mwasalanga. Sasa umewasikiliza Edison Rombogo, pamoja na Patrick Mabula ambao wametupa ufafanuzi kuhusiana na siku ya mkulima tofauti na nane nane, hii inafanywa kwa kutambua mkulima anayefanya vema katika utekelezaji wa kilimo hifadhi. Kilimo hifadhi ni nini kwani? Na, na kina kanuni ngapi? Wataalamu wanasema, kilimo hifadhi kina kanuni kanuni kubwa tatu. Cha kwanza, ukwatuaji mdogo wa udongo. Kanuni hii inajumuisha mkulima kuandaa shamba kwa njia ya ukwatuaji si kulima, mkulima hu wa ardhi wakati wa kiangazi ili kuzuia mmomonyoko wa udongo wakati wa mvua. Lakini pia kanuni hii inalenga kuzuia kuharibu makazi ya wadudu waishio ardhini ambao ni wadudu wa rafiki katika urutubishaji wa ardhi, wataalamu wenyewe anasema. Kanuni ya pili ni kufunika udongo. Kanuni hii inalenga zaidi kutunza unyevu ardhini, ambayo ni muhimu sana katika kutunza na kusaidia kuozesha mabaki yanayobaki katika shamba, lakini pia ulifanya shamba la mkulima kuwa laini na kuwezesha mmea kujipatia chakula kwa urahisi zaidi. Katika kanuni hii mkulima hufundishwa kufunika udongo kwa njia ya maozea au mabaki ya mazao, mabaki ya mazao ambani au kutumia mimea hai kama vile mimea jamii ya mikunde. Lakini tatu, kanuni hii hujumuisha kupumzisha shamba, na hii ikiwa nakiita kilimo cha mzunguko. Hii inalenga kukata mnyororo wa mzunguko wa magonjwa katika mashamba zao. Moja linapolimwa katika shamba moja kwa muda mrefu, inasababisha uzaliwaji wa wadudu wanaotegemea mmea husika ili kujipatia chakula. Mkulima anaweza kupumzisha shamba kwa kubadilisha mazao yenye jamii tofauti. Mfano, mwaka huu ukipanda mahindi, baada misimu miwili mkulima anaweza kupanda maharagwe au mazao yoyote jamii ya mikunde kama mbaazi, choroko, dengu na kadhalika, baada ya kutoa mahindi, mtama au ulezi katika shamba husika. Sasa kanuni zote hizo zimejikita katika uandaaji wa shamba, utunzaji wa shamba baada ya kupanda mimea na baada ya kuvuna mazao shambani, na wanazuia mmomonyoko wa udongo tangu katika hatua ya awali, wakati wa uandaaji wa mashamba ili kulinda viumbe rafiki wa hi katika udongo. Na sasa tumsikilize mkulima aliyefanya vema katika kilimo hifadhi hapa Bunda. Kwa majina anaitwa Mariko Mnamila Changige, ni mkazi wa kata hii ya kwa Kawaichamu, ni mkulima wa kilimo hifadhi, kazi ambayo nimeanza kutekeleza mwaka 2016 Wakati naanza sikuwa mkulima mwezeshaji, lakini nilipoanza kutekeleza kilimo hifadhi, pia mradi huu ukanichukua kuwa mkulima mwezeshaji. Kwa hiyo sasa hivi naweza kusema kwamba mimi ni mkulima mwezeshaji kilimo hifadhi. Kwa ujumla, ni kilimo ambacho kimenitoa katika maisha yangu. Kabla sijaanza kutekeleza kilimo hifadhi, mavuno yangu yalikuwa chini sana. Wakati ule nilikuwa nalima ekari tano, lakini navuna gunia tatu tano. Hapo nilikuwa naona nimevuna kweli. Nilifanya kazi ngumu, lakini sikupata tija lakini kwanza, kilimo hifadhi mwaka wa kwanza ule msimu wa kwanza nilima robo ekari, lakini nikavuna gunia nne. Nikaongeza kipimo, nikalima msoeka, nikavuna gunia saba. Sasa kadri linavyoendelea kulima kilimo hifadhi, ndivyo udongo unavyozidi kuboreka. Sasa hivi nnalima ekari moja ninavuna gunia ishirini na nne na kuendelea. Na kwa hiyo na haki ya kusema kwamba kilimo hifadhi ni kilimo ambacho kimenisaidia sana katika maisha yangu. Kabla ya hapo, kama unavyoona makazi, kwa kweli nilikuwa na maisha ya chini sana, sikuwa na uwezo hata kununua bati lakini sasa hivi nimejenga nyumba kama unavyoona, na nyumba mbili za bati. Na kilichosababisha iye hali ni kwa sababu sikuwa na chakula cha kutosha, kwa hiyo niliweza kugharamika kuuza mifugo wakati ule kwa ajili ya kununua chakula. Lakini sasa hivi ninapouza mifugo ninanunua vifaa vya kujenga, ndio maana unaona nimejenga nyumba kutukumbusha uh, zile shughuli ambazo wanazifanya kwenye kilimo hifadhi, kama ni mahindi, shughuli zote kwa ujumla kwenye huu uh, mradi wa kilimo kilimo hifadhi. Kwenye shughuli za kilimo hifadhi kwa ujumla, inalima mahindi kwa kuchanganya na mazao mazao funika kama vile ngwara, karivalia na mkuna, ambayo ndio yanasaidia kuboresha udongo, lakini inayo bustani ya nyumbani kwenye eneo la lishe stani ya nyumbani kama mnavyoiona pale, lakini inafuga kuku vile vile. Katika shughuli za kilimo hifadhi tumewezeshwa namna bora ya kuishi katika familia kwenye habari nzima ya kusawa wa kijinsia sawa na majukumu ya kijinsia. Kwa hiyo tunafanya hizo kazi na nimeweza kupanda miti kuboresha mazingira kama unavyoona. Kwa hiyo ndizo shughuli hasa ambazo ninafanya kwenye kilimo hifadhi. Wakulima wenzangu wa kilimo hifadhi wana kitu cha kujifunza kutoka kwangu, kama unavyoona. Kama nilivyotangulia kusema, nimetoka sehemu ya nyuma sana eh, katika uduni wa maisha. Sasa hivi naweza kasema na angalau

Sikiliza Mwanga Bora ya RF ukiwa na DM Dennis Mwasalanga, mpaka pale tatu kamili za asubuhi. Na sasa tusikilize upande wa serikali, je, wanatoa ushirikiano kiasi gani kwa wadau ambao wanafanya kazi hii ama wameanzisha ubunifu huu wa siku ya mkulima, lakini zaidi ni kufanya kilimo hifadhi. Mimi naitwa Adelina Mfikwa ni <laughs> mkuu wa idara ya kilimo, mifugo na uvuvi halmashauri ya mji wa Bunda Tuko hapa leo kwa ajili ya kuendelea kujifunza kilimo hifadhi kama ambavyo tumeendelea kuwa tunajifunza, na naendelea kuwashukuru ACT e, kwa sababu wameendelea kuwa pamoja na halmashauri na tukishirikiana pamoja ili ku, kupigana, na tunasema kupigana na mabadiliko ya tabia nchi, kwa sababu kilimo hifadhi kinasaidia ni teknolojia mojawapo inayosaidia mkulima kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo kwa sababu pia ni lengo la serikali na halmashauri, pia tumeweka hayo malengo ya kutumia teknolojia zinazosaidia kupigana na au kumsaidia mkulima dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi, hasa kwenye upungufu wa unyevu au mvua kwenye maeneo yetu. Kwa hiyo wadau wao wa waact walipokuwa wamekuja, kwa kweli tumeshirikiana vizuri, tumeshirikiana vizuri na wenyewe wameendelea kusaidia usi kutoa hiyo teknolojia kwa wakulima wetu. Mwanzoni walivyoanza tulianza na kata kama tatu tatu, lakini kwa sasa tuna kata saba na tuna zaidi ya, kwa msimu huu uliopita, kwa mwaka huu tuna zaidi ya ekari mia mbili mia mbili na kitu ambazo wakulima wanafanya kilimo hifadhi. Kwa hiyo kwa sababu wakulima wanaendelea kuona manufaa, naamini wako wakulima ambao wamesema kwa uhakika kwamba mavuno yake yalikuwa labda gunia hata moja tu au debe kadhaa kwenye kwenye ekari moja lakini sasa anapata gunia kumi. Kwa hiyo hiyo ni hatua, na tunaendelea kumwelimisha mkulima kwamba anapofanya kilimo hifadhi, ina maana ardhi yake anaitunza, rutuba ya udongo inaongezeka ma, inaongezea ma, ma, matandazo au mamea tunayotumia kwenye kufunika udongo pia yanasaidia, maozea yake yanasaidia kuongeza rutuba ya udongo, lakini yanasaidia kutunza unyevu, kwa sababu ndio dhana kwamba hakuna unyevu wa kutosha yanatunza yanatunza unyevu kwenye ardhi, lakini maeneo mengine mmomonyoko wa udongo pia yanasaidia. Kwa hiyo, kwa jitihada hizo tunaendelea kuwashukuru, tukishirikiana na serikali kama almashauri wao, kuna mahali waliishia, lakini sasa nimesema tunakata saba kwa sababu kusabu, ni juhudi za almashauri kuendelea kuongeza. Tunataka wakulima wote wafanye kilimo hifadhi, lakini kwa maafisa ugani ambao nawasimamia, kila mwaka tunakuwa na malengo, yani kila afisa ugani anakuwa na malengo namwambia kusiwe na chini ya hekari mia moja kwenye eneo lake, ambao wakulima wanafanya kilimo hifadhi. Kwa hiyo kwa namna yoyote ile atahakikisha afikie malengo, kwa sababu mwisho wa siku nampima kwamba amefika au hajafika. Kama hajafika, ataniambia kwa nini hajafika. Kama sababu ziko zinaeleweka vizuri, basi tunaendelea. Kwa hiyo, kwa hilo, maafisa ugani wangu wanaendelea kufanya vizuri, na wakati mwingine wao wanakuwa wakufunzi wa wakulima hata maeneo mengine nje ya nje ya Bunda. Kwa hiyo, tunaamini kwa sababu wakulima wote ni Watanzania, tunaendelea kufanya vizuri kilimo hifadhi. Nikisema kilimo hifadhi, mnaona nimesema kuna mazao mengine yanayopandwa na mimea ya nafaka. Kwa mfano tunapanda mahindi, panda mahindi tunapanda mimea aina ya mikunde, zinaweza kuwa kunde zenyewe au tuna mazao mengine, tuna kanavaria tu, ambayo tunapanda katikati ya mistari ya mahindi, basi na yenyewe yanapandwa kwa mstari hivyo hivyo. Kwa hiyo yanapofunika wakulima, ndio maana wanasema kilimo mazao funika, kwa sababu yatafunika lile eneo. Kwa hiyo yakifunika lile eneo na maana yanatunza unyevu lakini majani yale yanapopukutika yanasaidia yana, yana, yana, yana kurutubisha pia udongo. He, lakini pia wanatunza hayo maeneo. Unajua, baadaye kidogo tutaenda kuona ya maeneo fulani fulani ambayo yanaendelea kutekeleza kilimo hifadhi. Faida nyingine kubwa ya yale ma, kilimo hifadhi ni kwamba ukitoa mahindi yako shambani yanabakia yale mazao yale mazao bado yanaendelea kuwa ya kijani, kwa hiyo hata kama ni mifugo bado it, bado mfugaji ataogopa kwamba kuna mazao yako shambani, na kwa sababu anaogopa kwenda shambani. Kwa hiyo, mabuwa, kwa indi, na na, maana yale mabua yanayokuwa ya mahindi mifugo haiwezi kula nayo, yanachanganyikana na yale mazao, yale majani mengine ma, ambayo yamebaki pale shambani, hayo ya, ya mazao funika yanaendelea kurutubisha ardhi, lakini pia yatapunguza, unajua mifugo ikiwa yanapita mara kwa mara mashambani inasaidia kulainisha udongo. Mvua ikija, ule udongo wote wa juu ambao tunasema labda ulikuwa na rutuba kiasi fulani unaenda, lakini wakila mabaki ma yote shambani, ina maana bado yale mazalia ya, ya masalia yale ya mazao ambayo baadaye tunasema yatarutubisha udongo na wenyewe yatakuwa hayapo. Kwa hiyo tunapozungumzia kilimo hifadhi, tuna maana tunapanda mazao ya mikundekunde, tunayo kanavaria, tunayo mazao mengine, tunasema upupu kuna upupu fulani ambao huko tunatumia shambani na ming, mazao mengine tofauti tofauti, inategemea tu mkulima yuko eneo gani na mbegu gani zinapatikana kwa urahisi. Tamaa yangu kubwa ni kwamba wakulima walioko hapa wanaojifunza wote waendelee kujifunza, waendelee kutekeleza kilimo hifadhi, kwa sababu tunavyofahamu kuna mabadiliko ya tabia nchi. Kilimo hifadhi ni njia moja nzuri na rahisi ya kukabiliana na hayo mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo ni wito wangu kwa wakulima wengine wowote kwenye maeneo fulani ambayo bado tunaendelea kufika kidogo kidogo, wajifunze kwenye zile zile ploti ambazo tunakuwa zinakuwa za mafunzo. Kwa hiyo hiyo ndo, ndo, ndo angalau kilio changu au matamanio yangu kwa wakulima. Ni B. Adelina Mfikwa, yeye ni mkuu wa divisheni ya kilimo, mifugo na uvuvi kutoka Bunda. Sasa kilimo hifadhi ya kishitu wewe kulima kupata chakula ama kulima na kula tu a a, kinaenda mbali na kuongeza thamani ya kile ambacho wanakifanya hapa Bunda, Butiama na Serengeti ambao wanatekeleza kilimo hifadhi. Baadhi ya wakulima wanalima kwa mfano viazi, kuna viazi vikubwa kwelikweli kweli. na hapa kuna boga kubwa. Ukienda kwenye Instagram ya kwangu ama ya Radio Free Africa utaona mboga huo ha, samahani. Utaliona boga hilo namna lilivyokubwa na, na baadaye nitakuwekea baadhi ya mazao kama viazi. Sasa wanalima na kuongeza thamani. Kuna viazi unatengeneza maandazi ya viazi, sijui unapata, yaani eh. <laughs> Maandazi ya viazi ama chapati ambazo zina viazi vitamu na viazi lishe, ndugu yangu <laughs> tuwasikilize baadhi ya wa wakulima na namna wameweza kulima ama kufanya kilimo hifadhi na kuongeza thamani ya mazao ambayo wanayafanya. Kwa jina naitwa Mwajuma Joni Shabani, ni mkazi wa kijiji cha Kibubwa, kata ya Butuguri, wilaya ya Butiama, tarafa ya Makongoro. Mimi ni mkulima mwezeshaji wa kilimo hifadhi tumepokea mafunzo mwaka elfu mbili na kumi na nikaanza kutekeleza mradi. Mwanzo, kabla sijapokea haya mafunzo, nilikuwa na eneo pale la hekari moja, nilikuwa ni kilima, napata debe moja, saa zingine mpaka amboni tatu. Lakini nilivyopokea haya mafunzo, nikaanza kutekeleza, kwanza nilizingatia kanuni bora za kilimo na nikaachana na kilimo cha mazoea. Tukawa tunaendelea kujifunza kucho, nikakuta wakulima wenzangu kutoka mikoa mbalimbali wameongeza thamani mazao yao, nami nikajifunza, nikaanza kuongeza thamani ya usindikaji. Nikatoka kwenye kutumia viazi tu kawaida, nikaanza kusindika, nikaendelea kusindika. Kwa mfano, viazi unavimenya, unaosha, unachimba viazi kama tulivyo, nilivyokuwa navyo hapo, unaviosha kabla hujavimenya. Ukisha viosha vizuri, unavimenya. Nikiisha vimenya vile viazi mwanzo nilikuwa nikivitemba vidogo vidogo, yaani unakata viazi vidogo vidogo sana, na iruhusiwi vikaushie juani, unavikaushia ndani kivulini, sehemu sahihi. Lakini baadaye nikajifunza kwamba nisiwe na vianika vibichi. Sasa hivi, ukiviosha ukavimenya vizuri, unavichemsha kwanza, vinaiva kabisa, baadaye unaviponda vizuri, unavianika ndani, na lengo kubwa ni kutopoteza nini, virutubisho vilivyomo ndani, kwa sababu kwenye viazi hivyo lishe tunategemea sana ongezeko la vitamini A mwilini. E, faida kwanza, nimepata faida kubwa kwenye mazao ninayofanya mimi. Hapa nilipo ni mzalishaji wa mbegu za mihogo, niko kwenye chama cha wazalishaji kanda ya Ziwa. Kupitia hii miradi inaniongeza ya kipato lakini pia imenijengea uwezo wa kufahamiana na viongozi mbalimbali, kupitia viongozi wa serikali na mashirika kama lakini World Renew tunafanya nao kazi upande wa mazingira. Wametufundisha ufugaji kuku, wametufundisha yani wamezingatia kanuni zote za kilimo, pia na lishe bora kuzingatia yale makundi sita ya chakula kama tulivyo yasema, na sina shida ya uhaba wa chakula nyumbani kama nyuma nilivyokuwa nikitetereka kila msimu, nanunua chakula. Neno kwa wakulima wengine, ne laini inayotoa kwa wakulima, tuondokane na kilimo cha mazoea, kwamba tunalima ili mradi, unaenda shambani unatupa mahindi, ng'ombe wako mbele, wewe unamwaga shambani unasema unalima. Tutoke kwenye kilimo cha asili tuende kwenye kilimo cha kitaalamu kwa kuzingatia kanuni bora za kilimo, na tukiwasiliana na maafisa kilimo wetu pale unapo kwama tuandae mashamba yetu kwa wakati na kulingana na mabadiliko ya tabia ya nchi. Tunashauri tutumie mazao funika ambayo ni canavalia, mkuna pamoja na angwara, kwa sababu hatuna majani ya kutosha kuweka kwenye mashamba yetu. Na rai nyingine, wakulima wengi wanapovuna mazao yale mabaki ya chakula ya naish, ya, ya, ya, ya naruh, wanaruhusu mifugo kuingia mashambani, yanalisha yale mabaki. Hatutaki kwa sasa hivi yale mabaki kulishwa kwa sababu hatuna mbolea ya kutosha, yabaki shambani, yaendelee kurutubisha mashamba yetu, yanapoozea mle yanatengeneza mbolea ya mboji. Kwa majina naitwa Bahati Mnyasa, natokea mtaa wa Manyago, kata ya Wariku, wilaya ya Bunda. Uh, umuhimu wa kuwezesha kuongeza thamani, unapoongeza zao thamani unalipatia tuseme kama vile gharama linakuwa na lenye gharama kubwa ulikuwa unauza amboni kwa sababu kule nyuma tunauza amboni amboni ya mahindi tunauza 3000 lakini kwa sasa hivi nikisaga mahindi yangu hayo ya yanga ninapima kilo kwenye amboni yangu moja natoa kilo nne za unga lakini kwa kilo moja nauza shilingi elfu mbili angalia sasa kutoka kwenye shilingi elfu tatu leo nakuja napata kilo nne kwenye amboni moja nakuwa na shilingi elfu nane Unaona kwamba hata kama ningekuwa na amboni thelathini, nina uwezo mkubwa wa kupata pesa nyingi ya kuweza kujikimu nyumbani na familia. Wazo langu kubwa la kuambia wawezeshaji wa huu mradi waendelee kutoa elimu kwenye vikundi, ambako kuna akina mama na akina baba na vijana wetu ambao sasa wamechipukia. Watapataje hii elimu? Kwa kupitia vikundi. Kwa hiyo wanapokuwa kwenye vikundi, mashirika yaendelee kutoa elimu na kuwaelezea watu kwamba kuongeza thamani kwenye zao lolote lile ni pesa, inaweza ikamtoa kijana hatua moja kwenda hatua nyingine, na hata akina mama, inawezekana kabisa kuwasomesha watoto wetu kwa kuongeza thamani mazao tunayoyalima. Na sasa ni mzee Deus Dedit Mahondola, yeye anajisikia ufahari sana ufanyakazi na wakulima ambao wanaonyesha mabadiliko dhahiri kwenye kilimo hifadhi. Mimi naitwa Deus Dedit Mahondola ni eh, afisa ugani katika mradi wa kilimo hifadhi ambao uko chini ya kanisa la AICT mara na ukrewe diocese soma. Manufaa makubwa ambayo wakulima wameyapata ni pamoja na kupata usalama wa chakula eh, majumbani kwa sababu ya kuzalisha kwa ziada. Kwa hiyo wameweza kudhibiti magugu katika mashamba yao wameweza kuhifadhi unyevu katika mashamba yao, wameweza kuhakikisha ya kwamba maji yanapenya kwa urahisi kuenda katika udongo, kuongeza bainwai, yaani viumbe mbalimbali vyenye faida udongoni. Kwa hiyo wameweza kupata manufaa mengi kama vile maendeleo kwa ngazi za kaya, wanasomesha watoto wao kwa kutumia eh, mazao waliozalisha kwa ziada. Kwa hiyo hayo tu ni miongoni mama ma, faida mafaida walizozipata wa wakulima. Sauti za hitimisho kwenye Mwanga Bora leo ni kutoka kwa wadau wawili muhimu. Mmoja ni mama ambaye anatupa ahadi ya walichojifunza na nini watafanya baada ya siku ya leo, yani baada ya siku hii ya mkulima. Naomba wana vikundi tujifunze hapa, tumeletwa kujifunza, tukuletwa kuuza sura, tutoke na chochote na hasa tuna Mwinamira ni kijana mmoja ambaye hana makuu. Ninaomba siku tukikutana, Kunzugu na sisi wana kikundi, tukipatikane kikundi ambacho kina chochote cha kuonekana hapa mbele. Na pia naomba siku tukikutana, hasa kikundi changu Mwinamira kuwa nacho sambamba, tujue hapa tunafanya nini. Na sisi sikua mtotukuta tunalima, ndo maana mnatuona tuna afya nzuri. Tusingelikuwa tunakula tunashiba na tunatereka Kuzugu oye, tupo wakinamama, asanteni sana kwa ajili ya wakulima, tutajifunza na hasa tumeshajifunza. Yaani mimi hapa kila kitu, yaani mimi, cha kwanza nimechukua nyeveru njugumau. Hey, mbegu ya kwetu. Nimekumbuka sana Zanaki, temenipungua sijui, baba Mwinamiro niongeze nakakopo kapili, nikiwa kama na wenyekiti wako, halafu hey. siku cha riapanda akija na mimi nampa mbili. Asanteni sana karibuni, Kuzugu na mwisho ni kutoka kongu. Mimi mwenyekiti wa mjadala wa leo, kama wewe ni mkulima na unafanya kilimo kile kile cha mababu tangu Januari mpaka Desemba, wewe ni yule yule tu, na changamoto ni zile zile tu, basi ndugu yangu, huenda umekosa fursa ya kujifunza ama, kuna namna unahitaji kufanya mapinduzi ya kifikra. basi ndio maana Mwanga Bora leo inakujia kwa ajili ya kukumegea ama kunyunyiza maarifa kidogo kutoka hapa Bunda mkoani Mara. Mpaka hapo Mwanga Bora haina cha ziada leo, ila itakuwa na cha ziada Jumamosi ijayo, tukiwa pamoja kuangazia masuala mbalimbali katika jamii ya Kitanzania. Mimi ni DM Denis Mwasalanga, kama na lolote, endelea kumimina hapo kwenye mitandao ya kijamii, na sisi tutafanyia kazi kiufanisi kabisa. Hadi wakati mwingine, mara nyingine.